Kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ameahidi kuimarishwa usalama wa wageni wa kimataifa msimu huu wa utalii katika mbuga ya Maasai Mara. Na akizungumza katika sherehe ya ufunguzi wa nyumba katika kijiji cha Enkineji eneo bunge la Narok Magharibi, Gavana Ntutu pia ametoa hakikisho kuwa hali ni bora kwa kambi na hoteli katika mbuga hiyo. Takriban nyumba milioni tatu ama takriban nyumbu kumradi milioni tatu wanatarajiwa kuvuka mto Mara kutoka mbuga ya Serengeti nchini Tanzania kuingia Maasai Mara msimu huu.